Hii video uh, itakuwa na sehemu kadhaa, lakini leo ninajibu swali ambalo nimekuwa nikiulizwa na wanafunzi au na watu wanaojifunza: mwalimu, ili nifaulu mathematics, ni topiki zipi ambazo ninapaswa kuzisoma? Nimekuwa nikilikwepa hili swali kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, hatujifunzi kwa ajili ya mtihani tu, tunajifunza kwa kupata maarifa, ujuzi na akili tutakayoitumia katika kufanya kazi zetu. Kwa mfano, mimi ni injinia, ninapoelewa kile nilichojifunza nitafanya vizuri kwenye kazi yangu ya engineering kwa sababu ninaelewa. Mtihani sifanyi mtihani kila siku, lakini yale ambayo najifunza na, na kuyaelewa na ya practice kila siku kwenye kazi zangu. Kwa hiyo, kwanza jambo la kujifunza au maana ya kujifunza ni kupata uelewa ama ujuzi wa jambo fulani ambayo utalifanya katika shughuli zako zile ambazo umesomea kwa hatusomi kwa sababu ya mtihani tu. Mtihani ni kipimo cha kwamba je, yale ambayo umejifunza umeyaelewa. Kwa hiyo tunaposoma hivi vitu na kuvielewa, automatically mtihani unakuwa ni mwepesi kwetu. Sababu ya pili kwa nini si nalikwepa hili swali na kuwasitiza kusoma vitu vyote ambavyo ni msingi. Unapoenda vitani ukawa na silaha kidogo, lazima utashindwa. Kwa lazima ujifunze vitu vyote ambavyo ni muhimu, ili kuongeza silaha au kuongeza wigo wako wa mapambano, kwa hiyo mwalimu aki mtunzi wa mtihani akienda kwenye engo hii mtunzi wa mtihani akienda kwenye engo hii anakukuta upo akienda kwenye engo hii anakukuta upo akija hapa kwenye engo hii anakukuta upo kwa sababu tayari una vitu vya kutosha vya kuweza kupambana na huo mtihani lakini ukijifunza tu baadhi ya vipengele mtihani wakati huo, kwa sababu hauwasiliani na watu wanaotunga mtihani kwamba mwaka huu bana, mnatunga nini? Watakupa ile format sawa, lakini format inapokuja bado haikupi haikupi haikufanyi kwamba baadhi ya vipengele uviache. Itakuelezea vipengele vyote tu vile vile ambavyo ilikuwa inatakiwa kusoma. Kwa hiyo wakati tunajiandaa na mtihani, mimi nikaona Mtiani ni muda mrefu sana, yawezekana leo umeipata video hii labda mwezi wa wa wa tatu au mwezi wa pili huu au mwezi wa ngapi. Kwa hiyo unaanza maandalizi mpaka ukafike mwezi wa mtihani ambao approximate labda mwezi wa kumi na moja, basi utakuwa umejisaisha wewe mwenyewe. Hizi ni kwenye hesabu. Leo nitatoa topiki za nitatoa topiki muhimu za kwenye hesabu ambazo ni muhimu ukajifunza kabla ya kufika mtihani. Topic ya kwanza kwenye hesabu kwanza ni kwenye hesabu. Siku nyingine nitazungumzia physics, siku nyingine nitazungumzia chemistry, lakini leo nazungumzia mathematics topics ambazo ni muhimu. Ndio maana nimeandika mathematics essential topics that should be learned. Ya kwanza ni numbers. Kwenye numbers unajifunza significant figures, lazima uzijue. Repeating decimals lazima uzijue. LCM and GCF, na especially hapa wanafunzi wengi kwenye word problems, kwa maneno, kushughulika na LCM na GCF ni muhimu sana ukazijua, lakini ile in terms of numbers haina shida kwa wanafunzi kutafuta LCM and GCF. Kwa hiyo topic ya kwanza ni numbers. Ambapo kwenye numbers lazima ujue significant figures, lazima ujue repeating decimals, lazima ujue LCM and GCF. Ambayo hii ni topic ya form 1. Lakini topic ya pili ambayo ni muhimu ni units. Ambayo na yenyewe ni topic ya form 1. Kwa hiyo hapa ni form 1, hii hapa ni form 1. Kwa hiyo kwenye unit lazima ujue length mass volume ambayo ni capacity, kujumlisha, kuzidisha, kugawanya na kutoa units, na ikiwemo kufanya conversion. Kwa nini une, how can you convert meter to centimeter, au centimeter to meter, kilogram to gram, ton to whatever the case, especially hii unit ambayo ni topic ya form 1. Beta na kwenye video zangu numbers imekuwa tough unity tayari si tushamalizana nayo topic ya tatu ni geometry na yenyewe ni topic ya form 1 namna gani unaweza uka angles lines points exterior and interior ambazo tunazungumzia polygon especially mambo ya exterior and interior lakini geometry ile topic ya form 1 lazima uijue, ambayo sisi tayari tushapiga nayo Kwa hiyo hii ni topic ya tatu ambayo inapatikana kwenye form 1 topics. Topic ya nne ni algebra. Algebra, kuna algebra ya form 1 na kuna algebra ya form 2, zote lazima ziwe familia na wewe. Ile ya form 1 maana yake mambo ya simultaneous equation, mambo ya, sub, ya substitution and elimination. Algebra yote kwa ujumla lazima uwe familia na yenyewe ile ya form 1, lakini vilevile vile ya form 2, mambo ya algebra yote ya form 2 na yenyewe lazima uwe familia na yenyewe. Halafu topiki ya tano ni ratio a profit and loss. Hii ni topic ya form 1. Ko hii ni topic ya form 1 na yenyewe lazima uwe unaielewa vizuri. Topic ya sita ni exponents. Exponent ni topic ya form 2. Halafu topic ya saba ni radical. Halafu topic ya nane, quadratic equation. Topic ya tisa, logarithms. Na kwa msingi huo hesabu iliwe nzuri kwako, hizi hapa topic ambazo zinafuatana hapa: algebra, exponents, radicals, quadratic equation, logarithm. Hizi ni topic zenye kufuatana. Kwa hiyo kama we ni QT au ni PC, ukifundishwa algebra hakikisha ukitoka kwenye algebra ingia exponent. Hakikisha ukitoka kwenye exponent ingia radical. Hakikisha ukitoka kwenye radical ingia quadratic equation. Hakikisha ukitoka kwenye quadratic equation, nenda logarithms. Ukiruka moja hapo katika mtiririko huu hapa umekufa. Kwa sababu gani? Usipoelewa exponent na radical pamoja na quadratic equation, logarithm haiendi na ndiyo makosa ambayo tumekuwa tukiyafanya, kwa sababu unajikuta mtu amesoma exponent halafu amesoma radical akaja akasoma top kindefu sana inaitwa algebra paka akajikuta amesahau radical na exponent ambazo zote tunaita indices. Sasa anaanza kusoma logarithm, logarithm haiendi kwa sababu kashasa au concept za exponent na radical. Kwa kitu muhimu hakikisha sio kwa mujibu wa syllabus ilivyo kwa sababu kwenye syllabus utajikuta algebra form 1 umeisoma mwaka jana. Halafu leo unaingia kwenye algebra form 2, halafu unaingia kwenye mambo mengine. Kwa mwanafunzi kashasa au algebra. Na hapa kitu cha kunoti sana. Very important. Kwenye hesabu kitu ambacho ni muhimu zaidi ni algebra. Ukielewa algebra yote ya form 1 na ya form 2 vizuri kabisa, maana yake hakuna hesabu itakayokuwa ngumu. Hawa watu wanashirikiana, mfano ukiangalia geometry ya form 1. Geometry ya form 1, usipoielewa geometry ya form 1, maana yake siko ya form 3 haitaenda, kwa sababu kuna mahala utahitaji tu geometry ya form 1 ya kawaida ile tunaita ili kuweza kusovu swali. Kwa hiyo hapa narudia kusema mtiliko wa algebra, halafu ukaja exponents, ukaja radical, ukaja quadratic equation, ukaja logarithm. Ukifata huo mtiliko, utaifanya hii hesabu imekuwa nyepesi, hata logarithm itakuwa nyepesi kwako kwa hiyo nimesema hizi ni topic sasa. Tuko topic ya tisa ambayo tumesema logarithm, lakini topic ya kumi tunaita congruence and similarity similarities lazima ujifunze, ambao na yenyewe ni topic ya form 2. Halafu Pythagoras theory ni topic ya kumi na moja ambayo na yenyewe ni topic ya form 2. Halafu sets na yenyewe ni topic ya form 2. Utakapojifunza sets ukajifunza Pythagoras theory ukajifunza congruence and similarities, lakini kuna relation and function. Hii ni topic ya form 3 relation and function. Halafu topic ya 14 4, maana yake kuna statistics. Statistics iko mbili, kuna statistic ya form two ambao ni kama intro. Halafu kuna statistic ya form 3 ambao ni more detail about statistic. Kwa hiyo ya form 2 na ya form 3 lazima zote uwe familia na zenyewe. Halafu topic ya kumi na tano ni topic ya form 3 rates and variation, ambao ni simplest topic. Halafu kuna sequence and series topic ya 16. Halafu kumi na saba ni cycle halafu 18, the earth as a sphere. 19 account accounts, kwa lazima ujifunze accounts. Halafu topic ya 20 ni coordinate geometry. Coordinate geometry kuna ya form 1 kuna ya form 2 lakini hapa hauwezi, kuna ya form 1 sorry, kuna ya form 1 na ya form 4 lakini hapa hauwezi ukaielewa ya form 4 wakati ya form 1 na kuchenga. Kwa lazima ile ya form 1 ambayo ni coordinate geometry kama introduction, kwa sababu form 1 utajifunza eh, ku-ku- ku locate points ku locate points, halafu kufind slope, kufind equation halafu kutengeneza graph utajifunza na kusolve simultaneous equation graphically. Hiyo ni ya form 1 ambayo, kutengeneza grafu ni muhimu zaidi kwenye physics. Kwa hiyo kama coordinate geometry ya form 1 hujaielewa hata practical physics itakuchenga na itakupiga mateke. Kwa hapa ni muhimu. Hiyo ni topic ya 20. Topic ya 21 ni area and perimeters. Hii ni topic ya form 4. Ni kweli kuna topic ya form 1 ya area and perimeters ya kawaida, lakini ya form 1 ni nani Yusuf kwenye mtihani wala hakuna mtu ambaye yuko interested kupa ile ya form 1 kwa sababu ni very simple. Nobody will be interested in giving you that kind of the topic kwa sababu it's very simple, lakini ya form 4 areas and perimeters, it is little bit complicated that is available in form 4 topics. Kona yenyewe ni topic ya 21. Topic zipo nyingi, lakini topic ya 22 ni three dimensional geometry, three dimensional geometry ambayo ni ya form 4 na yenyewe ni muhimu, ni topic muhimu sana kujifunza. Halafu topic ya hiyo ni three dimensional geometry. Halafu topic ya 22 ni probability. Topic ya ishirini na mbili ni probability. Probability. Alafu topic ya ishirini na tatu ni trigonometry. Trigonometry. Alafu topic ya ishirini na nne a topic ya ishirini na nne ni vector. Topic ya ishirini na tano nimesema ni tumeiruka 3 dimension geometry. Alafu topic ya 26 ni matrix matrices matrix -y. Matrices and transformation. Ya 27, linear programming. Kwa hiyo una topic 27 za kujifunza. Kwa wewe sasa, unaweza ukagawanya muda wako kwamba mimi najifunza labda mwaka mzima, kama mimi ni PC au ni QT au ni ni, ni school candidates tu wa kawaida, kwamba mimi niko form 4. Je, niko familia na topiki zote hizi hapa 27? Kwa sababu it's a correction of form 1 to form 4 kwa kama nilivyosema. Kwa hiyo kuna probability trigo. probability ni topic ya form 4, halafu trigonometry ni topic ya form 2 na form 4. Hawezi ukaielewa topic ya form 4 kama hauko familia na topic ya form 2. Halafu vectors ni topic ya form 4. Halafu hii hapa na yeye ni topic ya form 4. Halafu na hii hapa matrix ni topic ya form 4, lakini transformation ni topic ya form 2. Kwa hiyo hapa ni combination ni ya form 2 na form 4. Halafu linear programming ni topic ya form 4. Kwa hiyo mwanafunzi anayetaka kusoma hesabu lazima awe familia na topic ishirini na saba za hesabu ambazo zinapatikana kuanzia form 1 mpaka form 4, na ukiangalia hapa sisi kwa asilimia sabini ya topic hizi tayari zimeshafundishwa. Kwa hiyo kama una uhitaji wale video kuhusiana na topic za mathematics ambapo tumebakiza tu asilimia thelathini ku complete syllabus ya mathematics topic ishirini na saba ambazo ni muhimu. Ukiangalia zile topic zote nimesema, huku numbers. Numbers tayari, unit tayari. Aa, na nyingine tumesema numbers tayari, unit tayari, mambo ya ya LCM, GCF si nini tayari, lakini bado tuna program zinazokuja za kufanya revision kwa kila topiki. Topiki zote ishirini na saba tutafanya hatujajua tunafanyaje, lakini endelea kutufuatilia. Algebra form one na form two si tushamalizana nayo, ratio, profit and loss tushamalizana nayo, exponents iko tayari, radicals tayari.

Yawezekana unaangalia hii video labda leo wakati tumeupload siku nyingi, au tumesha i post siku nyingi, lakini bado tunaendelea kuboresha, bado tunaendelea kuboresha, kwa tunaboresha programs yetu. Kwa hizi ndizo topici muhimu ishirini na saba za mathematics ambazo mwanafunzi ili afanye vizuri kwenye mtihani wa mathematics lazima azielewe zote na inawezekana sio ngumu sana. Kwa hiyo hizi hizi hapa ndizo naweza nikasema. Kwa hiyo haya ndio maswali ambayo wamekuwa akiuliza wanafunzi, na kwa hilo basi nitakuwa nimejibu kwa upande wa mathematics. Wakati mwingine nitazungumzia physics, wakati mwingine nitazungumzia mathematics, na wakati mwingine nitazungumzia chemistry. Na kwenye physics, na chemistry na biology tutazungumzia side mbili kwa sababu fiziksi, kuna physics practical na kuna physics theory, halafu chemistry vivyo hivyo, na biology hivyo hivyo, lakini kwa leo tunaishia hapo kwa kuangalia kwamba hizi ndio topic 27 muhimu ambazo mwanafunzi anapaswa kujifunza. Kwa hiyo kama wewe ni mwanafunzi sasa, uko makini, lazima uziorodheshe kwenye sehemu daftari au kwenye dahari yako au sehemu yoyote muhimu. Anza kuwa unatiki kwamba hii hapa nimeisoma, hii hapa nimeisoma, hii hapa nimeisoma, hii hapa nimeisoma na hii hapa nimeisoma. Kwa hiyo nimebakiza hizi hapa, nitengeneze msingi gani ili sasa kuweza kuzifanya zote, familia topiki ishirini na saba. Lakini sisi tupo kwa mawasiliano zaidi, 0754 780 775. Hizi ni namba ambazo unaweza ukanicheki ukaniuliza, topic ambayo unahitaji, sisi tunakuuzia. Mimi kazi yangu ni kutengeneza leni, ni material ambazo nakuuzia wewe kwa lengo la kuchangia gharama kidogo, kama kukusaidia, ili kuweza kuimarisha taaluma yetu. Tunafanya hivi kwa sababu tunahitaji kuchangia, ni cost sharing, sio kwamba ni much cost in such a way that you can avoid me, that is not possible. This is cost sharing, unalipa kidogo, sisi tunakutumia video, unaendelea kujifunza popote ulipo, mahala popote, wakati wote, iwe usiku au una fursa ya kujifunza haya masomo na kuyafanya familia na wewe. Thank you for watching.